Naam, karibu mtazamaji. Kamati ya usalama eneo la Pwani imetoa makataa ya siku 60 kwa watu wanaomiliki bunduki kinyume cha sheria ya kuzisalimisha silaha hizo katika kituo chochote cha polisi karibu nao. Hatua hii imechochewa na mzozo wa muda baina ya jamii mbili katika eneo bunge la Bura ambao umesababisha vifo vya watu zaidi ya kumi kufikia sasa. Na kwenye mkutano wa usalama katika mji wa Bangale, kamishna wa Pwani Roda Onyancha amesema kwamba operesheni kali inaendelea ya kuwakamata wahalifu walio mdomo na, na tumeweza kueleza wazee pia kwamba tuweze kurejesha hizi bunduki. Tumeendelea na kutafuta wale ambao wanachochea na tunaendelea kutafuta wale ambao wanamiliki hizi silaha. Hata wazee kama uliongea nao wangekuambia tangu weekend hapa haijakalika. We are going to carry out a large scale forceful disarmament after 60 days. Kama mtu yoyote ambaye ako na silaha atumie ina amnesty 60 days. Na still hata sisi tutakuja. Kama tukikupata bado uko naye na huja surrender, it will be a different case altogether. Waje, wamesema waje tukutane ili tuelewane, tusikosane upande yote, waje turudiane. Sasa wakati wanangojea kurudiana, hawa wenzetu dagodia walienda kuchukua askari na kuwaweka vijana ambaye hawajahusika kwa hiyo jambo, ndio waliweka ndani eria yetu ya Bangali au tuseme Buraco Station. Ukweli ya mambo, silaha yamejaa kila siku, mchana na usiku tunasikia silaha na sauti ya risasi, ndio kila wakati roho yetu anatatamika anatetemeka